Game tumeiona kwa kifupi, ndo kama nilivyoona, hatukucheza vizuri, hatukucheza mm, e, vizuri, tucheza dakika tano tu za kwanza, zingine zote hatukucheza ule mpira ambao mimi nauelewa. Wachezaji wote hawakucheza ile mpira ambao mimi naujua mchezo wa mwisho ambao mlicheza kuelekea mchezo huu wa nusu fainali, watu waliingizwa vijana kwa asilimia kubwa, lakini mchezo huu wameanza kikosi ambacho wengi walitarajia matokeo, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Wachezaji wamekuwa kama wako chini kwenye mchezo, lakini eh, matokeo yameshindwa kupatikana. Hii pengine unahisi ni nini? Atarajio letu sisi hasa mashabiki kama hivi unaona, kuja kuisupport timu na kama unavyojua mchezo wa mpira cheza mpira ujue, unauma bro. Ukiangalia, mimi mchana nilikuwepo katika timu ya taifa, nimepanda boti kwa gharama zangu mwenyewe kuja huku kushuhudia timu yangu ipate matokeo, kiingilio kwa gharama zangu mwenyewe, na matokeo tuliyopata sio rafiki, pamoja na mwamuzi. Lakini mwamuzi mimi naona ndo, ndo mwamuzi wetu tulikuwa nao. Lakini kwa kifupi, timu yangu haikucheza vizuri, haikucheza vizuri kabisa ya timu ya kucheza vizuri. Inakuumiza kiasi gani ikiwa mara eh, inakuwa sasa ni tabia za MFC kwa kwa kwa kufunga nje? Ah, unaangalia kwa sababu kwenye ligi kidogo inakuwa inaumiza sana kwa sababu pale unakwenda kwenye mashindano kama klabu bingwa, kwenye nyoo kwapo, lakini kama ili hapa mm. kombe kama ili uende kwenye mashindano aina yote isipokuwa mm, unatakiwa weke heshima, na ndio maana yule ulivyoona hata ile mechi tulicheza, si mashabiki mm. wa Simba Sports pamoja na Watani mm. tulitolea macho ile mechi target tupate kombe na mwenye kama ulivyoona mm ile mechi yakuisha, japo tunafunga goli mbili kwa bila na tukanyanywa kombe Dio, sisi mashabiki Dio. Sasa na mechi kama hizi ambazo zina kombe, mchezaji kama anakuwa mwenyewe acheze ile performance ambayo wewe unajua kabisa, lazima timu icheze changamke. Simba leo atukucheza vizuri bro, atukucheza kabisa yani, tumecheza dakika tano za kwanza. Unajua, mimi napenda sana kuhesabu pasi, hatukucheza mingi, hatukucheza vizuri. Kwa kifupi, leo atukucheza vizuri, vizuri. vizuri. idara yote yani, eli, hatukucheza vizuri. Basi milioni ndio anasema amemkimbia mtani menda kugawa utamu kwa Azam mara ya pili. Sasa ah kila mtu mwake, mina, na mtazamo wake, lakini mimi naongelea kiwango cha timu yangu akikuwa ya kizuri. Kwa hiyo mm. mtu anaongelea kwamba nini, hiyo ni joking za watu tu, kila mtu anaongea anavotakae mwenyewe, lakini kwa kifupi sikulizika tuna ule mpira jinsi ulivyocheza. Sasa lawama mnazipeleka wapi? Sasa sababu mimi ni shabiki mm. mimi ni shabiki sababu ukiwa shabiki, mchezaji yeye ndo anatakiwa acheze pale kwenye picha, tupe matokeo. Tarehe 30 imetoka kupita juzi hapo. Sasa mi silipwi, silipwi mi, nimekuja Zanzibar kwa gharama zangu mwenyewe, kulala kwa gharama yangu mwenyewe, tiketi hapa kuingia kwa gharama yangu mwenyewe, tofauti na mchezaji. Mchezaji analipwa, analipwa, anakula, analala, tena amelala hoteli moja nzuri tu nzuri tukua. Sasa mimi napokwenda kulala tofauti na wao, na hapa tayari na tiketi nilokata ya kwenda na kurudi, kwa sababu kesho kama Mungu atatujalia sisi mashabiki tunaenda kujitolea damu, tunaenda kujitolea damu ile hospitali ya polisi Barracks pale, kwa sisi mashabiki kujiandaa na mchezo na polisi eh, hiyo ndio ratiba yetu sisi wenyewe, na ndio maana umetuona tumekuja katika kuisapoti timu yetu Mb, lakini kiwango cha wachezaji wetu hata ukiangalia ile mechi tuliocheza sisi na Watani, yaani si mashabiki tumecheza vizuri siku ile kuliko game ya leo waliocheza. Eh, hawajacheza vizuri, umeibia kwa ukubwa, si naonekana. Unajua mchezaji mpira huko Azalani, kila mtu alikuwa anaona mm. Pamoja mwamuzi ana mapungufu yake Meme, yule ndio uwezo wake, angesema hata zile penalti atupe, lakini ndio hivyo, unaweza kupata penalti mm. ukakosa mm. Unajua penalti zinakuwaga zina mwenyewe. Mimi ina maana wachezaji wetu awaangalia hata ile Afcon unajua, ukiangalia ile performance ya national team. Unajua leo kwa nini tulijaza na terminus 3? Ndio kutokana na performance walio tuonyesha timu yetu ya taifa mm. Imepambana mwanzo. Aya, nakuuliza wewe mm. mm, timu yetu ukiangalia, kiangalia imepambana mwanzo mwisho, au imekosa morali? Ah, watajua wenyewe, sisi kazi yetu kuja kuisupport timu yetu, wengine watajua wenyewe. Lakini kwa kifupi leo mm, hatukucheza vizuri. Nimehesabu pasi zimefika 35.

Sikiliza nikwambie, Azam tuna vigezo kila kitu, tuna vigezo. Ukiangalia uwanjani, achana na boti, tunawapa usafiri wao, waje kuangalia mpira, tunawapa soda kila kitu. ni Hazam mpira pia waja tufunge? Sio kweli, sisi Hazam ni Hazam tu. Simba kila siku wanafungwa wao, mpaka na Hazam wao. Nisikia wapi, mmewajulia nini sasa Simba jua, mara pili mfululizo hii. eh? Imekuwa ime kama tabia sasa. Mmewajulia nini? Simba hawajui mpira, hawajui mpira. Simba kwanza, wachezaji Simba wa leo ni wa wapi? Wameletwa kutoka moja? Simba wachezaji wa leo ni wa wapi, kutoka? Simba hatuwafahamu hao, hawa wachezaji hata mmoja simjui. Mi naona vichogo tu, si wajui wachezaji wa Simba. Watu, wachezaji wapi? Wachezaji wote maarufu wa Simba hawapo uwanjani. Achana na hiyo, wachezaji wana matako, wana matako. Wachezaji wanakula. Mimi na wachezaji, wachezaji nashabikia Yanga na Azam. Wachezaji wa Yanga kila siku tunafunga. Kwa nini wao sifunge? Wao sisi, kocha wetu kafeli sehemu ndogo tu

Usimchanganye. <laughs> <coughs> Umetoka Bongo au, mwambia asimchanganye mie huyu. Jamani, katika msafara wa Mamba hata kenge hapo, jamani.